Bda udhu billahi min alshaitani rajim, bismillah arahmani rrahim. Ndugu zangu, alyadu lulia liman yamliku ljau, mkono wa juu na sauti ya juu ipo kwa yule ambaye anayemiliki anga. Wa lyadu lulia liman yamliku albahri, mkono wa juu naupw ni kwa yule anayemiliki bahari. Alyadu lulia liman yamliku wal walmaclumati mkono wa juu na superpower anao yule ambaye anayemiliki teknolojia na maalumati. walyadu l ulia liman yamliku alquwat aliktisadia, na mkono wa juu ni kwa yule ambaye anayemiliki nguvu za kiuchumi. Leo hii aina nahnu, sisi tuko wapi katika ulimwengu ambao mataifa makubwa yanashindana katika upande wa uchumi yanashindana katika kumiliki nguvu za atomiki, nguvu za silaha, nguvu za kijeshi. Yanashindana katika kumiliki bahari, yanashindana katika kumiliki anga na kulitawala anga, yanashindana katika ulimwengu wa teknolojia na taaluma. aina nahnu fi asrina hadha, sisi leo hii tuko wapi katika zama zetu hizi? Taifa la Irani ni moja kati ya mataifa makubwa yaliyokuja kuzindua na kuonyesha wazi kwamba American is not, American is not a superpower in the world right now. Kwamba Amerika sio superpower tena ndani ya dunia kwa sasa tunao tunavyokwenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari Irani imethibitisha kwa kina imethibitisha kwa pembuzi, imethibitisha juu ya uwezo wake, wa namna gani wana uwezo wa kumiliki teknolojia ya ajabu moja kati ya matukio makubwa yamewaacha ulimwengu midomo wazi ni baada ya kuzima mtandao wa satelaiti ya Starlink ya Elon Musk, ni baada ya kuonyesha teknolojia ya hali ya juu kuhakikisha kwamba wanamiliki anga na kuharibu mfumo huo ambao ulikuwa umeandaliwa mahsusi kwa ajili ya kuwafanyia ujasusi. Tayari Irani imekwisha thibitisha kwamba silaha zake zinaweza zikafika sehemu yoyote katika nchi za bara la Ulaya, jambo ambalo limemwogopesha mzimwi Israel, jambo ambalo limemwogopesha Amerika, jambo ambalo limekuja kutisha hata Umoja wa nchi za NATO, kujua kwamba hapana, huyu sasa amekwisha kuwa mkubwa, na iwapo tutakwenda kichwa kichwa, maana yake tutakwenda kuharibu yale yote ambayo tuliyokuwa tunatarajia Irani, taifa ambalo limethibitishwa kwamba ni taifa haliwezi kuvamiwa hovyo, ni taifa ambalo lisilotetereka katika misimamo yake, ni taifa ambalo halimwogopi yoyote kwa sasa, kutokana na namna walivyojiwekeza katika miundo mbinu ya kijeshi, miundo mbinu ya kiuchumi, miundo mbinu ya teknolojia. Ndugu zangu, tusifichane, yako mengi ya kuweza kujifunza, na mimi nawastaajabia na ninaendelea kuwastaajabia wale watu ambao hawataki kuamini hiki ambacho kinachoendelea juu ya taifa la Irani, kwamba Marekani hatoweza kulivamia taifa la Irani, na iwapo atalivamia taifa la Irani basi Israeli inakwenda kupotea katika ramani. Ndio maana leo rais e, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amemwambia Donald Trump aache mipango ya kuivamia Irani kijeshi, kwa sababu kwake ulinzi hauna uwezo wa kuzuwia mashambulizi ya Irani. Lakini wakati huo huo Marekani amekwisha toa amri ya kambi zake zote nane ambazo zinazunguka nchi ya Irani, ikiwemo Jordan, ikiwemo Qatar, ikiwemo Oman na miji mengine kuhakikisha kwamba wanaondoa majeshi yao ndani ya makambi hayo. Hii ni wazi na ni ishara kwamba wanatambua Irani kwa, kwa pawa alionayo ya kijeshi, ana uwezo wa kuzifikia kambi zote hizo na kuziteketeza. Ndugu zangu, taifa hili la Iran lisingeweza kufika hapa lilipofika na kujizolea heshima hii kubwa isipokuwa ni baada ya kujitambua, baada ya kujielewa, baada ya kuweka mifumo halisia ya kutoingiliwa na mataifa mengine. Ndiyo maana leo tunazungumzia taifa la Irani katika upande wa teknolojia, teknolojia ambayo imekuja kustaajabisha dunia, teknolojia ambayo imewawezesha kufunga angalau lisiweze kuvamiwa na adui wa aina yoyote teknolojia ambayo imewawezesha kutengeneza silaha za kuweza kufika sehemu yoyote ndani ya bara la Ulaya na sehemu yoyote ndani ya Mashariki ya Kati ikiwemo taifa la Israeli. Ndugu zangu, iwapo tutawekeza katika elimu basi tutakuwa mfano wa Iran au tunaweza tukaipita Iran iwapo tutawekeza vizuri katika uchumi na kutumia rasilimali zetu vizuri, nina imani tutafika mbali na tutapiga hatua iliyokuwa kubwa. Kama sio kuwafikia Irani, basi tutawazidi Irani. Yako mengi ya kuendelea kujifunza. Kiko wapi leo kile ambacho watu walikuwa wanashabikia na wanaona raha kuona kwamba Irani inakwenda kuvamiwa na kudondoka kwa utawala wa Kiislamu duniani? kiko wapi leo? Kwa wale watu ambao waliokuwa wanatengeneza tashwishi ya maandamano ndani ya taifa la Iran kwa kushirikiana na shirika la kiintelijensia la Mossad la myahudi, kiko wapi leo ambacho watu walikuwa hawaamini kwamba kinaweza kikatokea kupitia taifa hili la Iran? Lakini leo Iran amethibitisha ukubwa wake. Irani amethibitisha umuhimu wake. Irani amethibitisha nguvu zake za kijeshi juu ya mataifa mengine. Irani amethibitisha kwamba yeye pia ni mmoja kati ya masupapawa baada ya kutangaza rasmi kwamba ana uwezo wa kutengeneza nyuklia ndani ya masaa ishirini na nne. Ni wazi kwamba kwa, kwa lugha ya kisasa au kwa lugha ya kinyume tayari Mwirani anamiliki nyuklia. Ndiyo maana katika vita hii hajaweza kutetereka, hajaweza kuogopa, hajaweza kuogopa vitisho kutoka katika taifa lolote akiwemo Marekani. Yako mengi ambayo Marekani alikuwa ameandaa mpaka ndege za kijeshi, manuari za kivita, lakini pia silaha za aina mbalimbali na kutuma baadhi ya wanajeshi wake kutoka katika vikosi maalumu vya, vya Delta Force kuelekea katika upande wa mashariki ya kati. Lakini pamoja na hayo yote, Irani aliendelea kustiki, Irani aliendelea kusimamia msimamo yake, Irani aliendelea kufunga anga lake, Irani aliendelea kuweka makombora yake ya kijeshi hadharani, kwa, kwa maana ya kutayarisha juu ya uvamizi wa aina yoyote. Irani aliendelea kufanya mazoezi ya kijeshi ya kutisha mno, jambo ambalo limemfanya Amerika na washirika wake akiwemo Israel kuweza kuogopa na hatimaye tangazo linatoka rasmi leo kwamba tunasitisha vita, kwa ushirikiano na maoni na maelezo kutoka kwa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, kwenda kwa Trump kwamba stopisha vita hiyo, kwa sababu Israel haina uwezo wa kujilinda. Ndugu zangu, tusiwe wepesi wa kushabikia na haitakiwi kuendelea kuishi katika baadhi ya historia, kwa sababu historia hizi zinatengenezwa kwa propaganda ili kuweza kuamini na kuaminishwa kile ambacho kinachozungumzwa katika vyombo vya habari, lakini uhalisia ndani ya vitendo unakuta ni picha mbili tofauti ambazo haziendani. Irani, it is a superpower right now in the world. Iran ni superpower kwa sasa in the world, na hilo limethibitika na hali na shaka. Ukubali ndio hivyo na ukikataa ndio hivyo hivyo. Asanteni ah.